Mambo vipi Tanzania, karibu kwenye channel yetu, usisahau kusubscribe, kushare, kulike pamoja na kukomment. Hii ni Zantime, twende moja kwa moja kwenye trends the week. Siku ya leo tuko na trends inayomhusu Juma Jokes ambaye ni msanii mkubwa hapa Tanzania, kufuatia kwa clip yake ya mahojiano ambapo ilifanyika miaka mingi iliyopita ama miaka ya nyuma iliyopita, inayomhusu yeye, ambapo mahojiano hayo yalimhusisha Jokes kuuliza kuhusiana na jina la mtoto wake ambapo hiyo video imeibuka tena hivi karibuni katika mitandao ya kijamii na imeibua maswali mengi kwa mashabiki pamoja na watu mbalimbali ambao wanapitia kurasa za mitandao ya kijamii kila siku. E, imewafurahisha uh, mioyo ya watu wengi sana hiyo clip, lakini pia imewapa maswali mengi yasiyokuwa na majibu yenye kushangaza pia. Hiyo clip ya mahojiano alionekana kuwa mtangazaji akimuuliza, uh, Juma Jokes kama alimuuliza kwa wewe una mtoto akamjibu kuwa hapana, hakuwa na mtoto wakati huo uh, lakini alipoulizwa um, jina gani ambalo anataka mtoto wako wa kwanza aitwe, alionekana kuwa akitabasamu sana kuuliza lile swali na kujibu kwamba mtoto wangu wa kwanza, mimi ningependa kama ni mwanamume basi aitwe Karim. Na kwa bahati nzuri sana tumeona kwamba Juma Jux mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano ameingia katika ndoa, amefunga ndoa na Priscilla ambaye ni mwanadada kutokea Nigeria huko, ameonekana pia wamefanikiwa pia kupata mtoto uh, wa kiume na mtoto huyo, cha ajabu ni ameitwa jina lile lile ambalo aliyoweza kulisema katika mahojiano yake kuwa aitwe Karim, na mtoto wake wa kiume anaitwa Karim, ambapo jina hilo sasa linafanana na lile ambalo amelitaja wakati wa akihojiwa katika hiyo klipu ya miaka sita iliyopita huko. Tuambie wewe kwenye comments, kiupande wako unajisikiaje kuona eh, Juma Jux ameweza ku mpa mtoto wake jina lile lile ambalo alilitaja miaka sita iliyopita katika mahojiano na mtangazaji. Tuambie wewe ki upande wako umelionaje hili, limekushangaza kinamna gani? Lakini pia una furaha kiasi gani kumuona Jux amemwita uh, jina lile lile la mtoto wake, amemwita, uh, mtoto wake amemwita, ambaye ni wa kiume alio. Lakini pia aliulizwa eh, na mtangazaji kwa nini labda unamwita Karim na sio majina mengine, alichokijibu kwamba mimi jina hilo na Nalipenda sana na ndio maana nimeamua mtoto wangu wa kwanza aitwe Karim. Tayari umeshapata mtoto au bado? Bado. Mtoto wako wa kwanza utamuita jina gani? Karim. Karim. Kwa nini hilo jina? Nalipenda hilo jina.